Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa imekuwa kubwa kuatia timu timu pendwa ya wanambea na sitosha, watu wamejitokeza kwa wingi ku support team toka tunaanza kupambana na ligi kupandisha timu kukamilisha mzunguko wa 30 kwa maana kwamba kwa timu imepanda ligi kuu rasmi. Kikubwa tunawaahidi wana Mbeya, kwamba tuendelee kushikamana kama tulivyoshikamana kipindi chote hiki ambacho tuko ligi daraja ya kwanza. Tunaamini mambo mazuri yatakuja kama Mbeya City ile elfu mbili kumi na moja kumi na mbili na kuendelea. Naamini Mungu mwema, tuendelee kushikamana sisi tunawapenda sana washabiki wetu, kwa kujitolea kwa namna moja nyingine, na wapenzi wote pande zote za Tanzania. Wao pamoja na sisi, tumerudi kweli kweli, tunakuja kufanya kazi. Kwa maana kizazi kipi ambacho kina uwezo mkubwa kufanya kazi kubwa katika Tanzania bara, ambayo sisi tuko tayari. Vijana wako sawa na kama tunavyotarajia, vijana umeona mecheza mechi na Azam FA na Simba bao, tuna matumaini makubwa ya vijana wetu kufanya nani. Tutaongeza maingizo machache sana, kwa maana hii ndio timu yenyewe. Kila la heri, asante sana. Mtusaidie kuzuia wasio sika kuingia uwanjani. Wanjanii <tri> tunadamka pembeni kidogo.